Mashindano ya UMISETA na UMITASHUMTA hayazinduliwa rasmi mkoani Iringa katika ngazi ya kitaifa. Na katika mchezo za burudani timu ya rani habari husi kuwa mbele ya timu ya viongozi wa staffu ya serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa. Karibu katika taarifa ya, ya habari itakayosomwa kwako nami Telesia Chalamila. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Majaliwa Kassim Majaliwa amefanya uzinduzi wa mashindano ya kitaifa ya umiseta na umetashumita mkoa wa Iringa. Mwanahabari wetu Loyasa anaundana ya taarifa hii, akizungumza na wanafunzi waliochaguliwa kushiriki mashindano hayo katika ngazi ya kitaifa, waziri mkuu akiwataka wanafunzi hao kushiriki vyema mashindano na kuliwakilisha taifa vyema katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wanamichezo michezo, endeleeni kushiriki michezo, mtakuwa wabunifu mtakuwa na mbinu, mtaweza pia kutumia hata sayansi katika kushinda. Kwa kufanya hilo mkiwa madarasani mtafanya vizuri zaidi. Ndugu na michezo, kwa upande mwingine, mashindano haya tunatumia kupata pia wawakilishi wa nchi yetu katika mashindano mbalimbali. Mfano ni mashindano ya Afrika Mashariki yatakayofanyika nchini Kenya mwaka huu mwezi wa nane. Nyie ndio mtakwenda kutuwakilisha Tanzania mtabeba bendera ya taifa hili kwenda nchini Kenya, tunataka mkaipeperushe kama alivyoishika yule mwenye mrefu kuliko wote. Nenda mkapeperushe bendera yetu ya Tanzania kule nchini Kenya. Aidha, waziri mkuu amewapongeza vijana walioonyesha vipaji ambavyo vinatokana na michezo. Ndugu wanamichezo, napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza sana wanamichezo wote. Mmeonyesha jitihada za maandalizi kwenye michezo kutoka kwenye ngazi za shule, lakini mkaenda mbali mpaka wilayani, mkapata wanamichezo waliojitokeza kuwana viwango na kuunda timu za wilaya kwenda mpaka, mpaka mkoani, na leo hapa tumekutanisha wanamichezo mlioshindana kuchukua kutoka ngazi za shule na kuonyesha vipaji vizuri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 Kinaongezwa majengo mengine mapya kabisa. Ikiwa leo tarehe tisa mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano mashindano ya Umiseta na Umitashumita umezuruliwa leo hapa Kichangani mkoani Iringa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa Majaliwa. Nikiripoti kutoka Kichangani, mimi ni Roya Salum kwa UoI Digital. Ofisi ya usajili chuo kikuu cha Iringa imetoa semina maalumu ya matumizi ya mfumo wa SIMS kwa wanafunzi katika ukumbi wa Science Block chuoni hapo. Mwanahabari wetu Castos Petro anaandaa taarifa hii. Akizungumza na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa, msajili huyo ametoa elimu juu ya matumizi bora ya mfumo wa SIMS. Kama kuna mwanafunzi ana challenge kuhusiana na result za nyuma, basi aweze kufika ofisi ya registration ili kuweza kuona namna gani ambavyo hayo matokeo yake ya nyuma yatakuwa validated na yatakuwa considered kumbuka tume shift kutoka system hii ya ukoo tunategemea hata kama kuna matokeo yaliyohamishwa labda yalisaudika, ifanyeni. Sasa hivi ni muda ambao unaweza kuifuatilia bila ile complication. Lakini muda ukishafika tena itabidi tena tuanze kukurudisha kupitia mlolongo wa idara na barua. Sababu kwa sasa hivi bado yanakuwa managed kwenye ofisi yao. Kwa kama kuna challenge yoyote ya matokeo ya nyuma, nilipata C, 7 na A tutakupost check yaliyohamishwa na hiyo kuwepo system ya nyuma ya mekaje idarani yuko umetusubmitia matokeo yapi, then utaona matokeo yako. Lakini kama una challenge ya matokeo sasa hivi unaanzia moja kwa moja idarani. Kwa hiyo hayo sio ya data migration wala ya usiki na sisi. Kwa hiyo nitoe rai kwa hichi kipindi ambacho ni cha sasa hivi, tuwapatie taarifa wenzetu pia ambao hawajafika kwamba wanaweza kushughulikia matokeo ya nyuma. Ulikuwa na safu ya sasa kuwekea keli before, ulikuwa na keli ukasapua uka kwenye system ya zamani, lakini yale matokeo yako ya safu hayakuwa kwenye system, ndio maana sasa hivi tumeshindwa kuyaweka. Ukija tutavalidate kwamba kwenye matokeo ya idarani hiyo sapu ya pili ipo idarani. Kama ipo idarani, basi watakuekea na utaendelea kama kawaida. Nao baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa waliohudhuria semina hiyo wameelezea jinsi gani walivyojifunza kupitia semina hiyo. ambacho kitu cha kwanza nimeweza kujifunza kuhusiana na mfumo mzima wa system, hasa kwenye namna ya utumiaji wake na katika kuzingatia yeah na sehemu ambayo utakuta wameandika yani deadline ya ada kwamba nitalipa kwa muda gani, na nilikuwa sijui kwamba kwenye mfumo dailekiu wameandika pale, in case usipolipa kwa huo muda kuna penalty. Kwa hiyo ni kitu ambacho nime nimekijua leo, nilikuwa sijui, na ni kitu ambacho kwa upande mwingine kimesita, kwa sababu kwanza yani ingekuwa taarifa yake Castus Petro, na tukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazotoka kwako na Jones Chanda. mwenyekiti wa soko kuu la manispaa ya Iringa, Lafeli Mbogoro ameeleza faida ya wafanyabiashara kuwa na leseni ya biashara. Uwezeshwaji katika taasisi mbalimbali za kifedha, wanataka waone wewe ni mfanyabiashara halali katika eneo hilo. Cha kwanza watakuuliza leseni yako iko wapi? Cha pili watakuuliza TIN number kama wewe ni mlipaji wa kodi ya mapato. Unaona eh? kwa hiyo hivyo vitu vinakuwezesha wewe kufahamika. Sambamba na hayo, Mbogoro ameeleza changamoto ambazo wafanyabiashara wanaweza kuzipata kwa kutokuwa na leseni ya biashara. Biashara bila leseni, unaweza uka, ukapata matatizo kwa sababu kuna sheria, utatakiwa ulipe faini, lakini pia kuna adhabu ya kifungo, vinaweza vikaendana pamoja nao. Baadhi ya wafanyabiashara wenye leseni kutoka maeneo ya soko hilo wameeleza namna leseni za biashara zinavyowanufaisha katika biashara zao. Ukihitaji mkopo inakuwa ni rahisi, kwa sababu watakuuliza leseni ya biashara unayo. Ukihitaji huduma yoyote ya kibiashara, sehemu yoyote utakayoenda, cha kwanza utakachokuuliza ni leseni ya biashara unayoifanyia, unayo biashara. Lakini pia inakusaidia kusajili, mfano kama kwenye uwakala, unaweza kwenye uwakala wa mitandao mbalimbali, ulisho wa mfanyabiashara kusema hata inapokuwa leo au kesho kuna kitu kimekukuta uwatakuuliza we ni mfanyabiashara wa wapi? Kwa hiyo ile leseni ndio inakutambua. Baadhi ya wafanyabiashara wameweza kutoa maoni juu ya kuwa na leseni katika biashara. Kwanza, faida ya kwanza wamesema inaweza kusaidia kumtambulisha mfanyabiashara mahari anapofanyia biashara, lakini faida ya pili wamesema inaweza kumsaidia mfanyabiashara pale anapohitaji kuomba mikopo kutoka soko la manispaa ya Iringa. Mimi ni Jonas Chanda wa UoI Digital. Asante sana Jonas Chanda kwa habari hizo za biashara na uchumi. chezo wa kirafiki uliowakutanisha Rani Habari FC na viongozi wa staafu wa serikali ya wa wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa FC umetamatika katika uwanja wa Kigonzile kwa timu ya viongozi wa staafu kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja. Baada ya mchezo huo, naoza wa timu ya viongozi wa staafu wamesema ushindi walioupata umetokana na madhaifu walioonyeshwa na timu pinzani. Timu pinzani, binafsi timu pinzani walipoanza kushindana maneno, sisi tukachukua advantage, sababu tuliona mchezo wenyewe kwa opportunity tukapata penalti, goal la kwanza. Goal la pili cha pili bado hakuwa kwenye mchezo, walikuwa wanaingiliana, walikuwa wanaingiliana kwenye namba akucheza na kwenye namba zao, wakati sahihi tukapata goal la pili. Hiyo ndio tuweka kupata ushindi wa mechi naye naweza wa timu ya Rani Habari amesema mchezo ulikuwa wa kujipima, japo wamepoteza lakini wamejiandaa vizuri kwa michezo inayofuata. Pia amewaomba mashabiki wao wasikate tamaa, kwani yaliyopita si ndwele. Wamejipanga vizuri kwa michezo ijayo, jiandaa vizuri na michezo mitatu mbele yetu, ambayo as soon as possible andishi, tutawapatia taarifa ni tunaanza na nani, lakini ni timu tatu ambazo tayari zimeshaweza kuleta Kuendelea kuwekana sawa ili kuweza kuattack mashindano yote ambayo yanaweza kujitokeza, kwa sababu timu yetu sasa hivi ni miongoni mwa timu ambazo zipo kwenye chati ya timu tajwa hapa. Tuhakikishie mashabiki wetu kwamba kilichotokea leo si ndwele tugange ajayo, wasikate tamaa, tunaendelea kuimarisha, wenyewe ni mashuhuda kwamba timu inafanya muunganiko vizuri, watu wanacheza kwa umoja, posho ipo kwa kila mchezaji. Kwa hiyo watarajie tu mazuri as captain, nawaalika zaidi katika mechi zijazo. Nadhani nyingine inayofuata tutachezea hapa hapa na nyingine tutatoka. Kwa hiyo wasiache kuungana nasi, kama tukitoka tuwe pamoja, kama tukiwepo hapa tuwe pamoja pia, ili tuweze kuwa pamoja burudani ambayo anahitaji. Kama mmoja wa wachezaji wa viongozi wa staff amesema, nafasi chache walizokuwa wanazipata ndizo zimewafanya wao kupata ushindi, na amewaomba mashabiki wazidi kujitokeza kwa wingi uwanjani wachezaji wa timu pinzani walikuwa wanapata nafasi ile, walishindwa kutumia. Si bahati nzuri, Mungu akabless. Kwa nafasi chache tulizopata, tukafanikiwa kuibuka mshindi. Ah, mashabiki wajitokeze kwa, kwa wingi, timu tunashinda jamani, waje tu kwa wingi, wasapoti uongozi wao. Sisi ndo uongozi wenyewe, tuko katika kuongoza kila kitu mpaka uwanjani, tumeongoza ni mfano wa kuigwa. Tanisha NFC, wa LNC pamoja na viongozi wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa umetamatika kwa viongozi wa chuo kikuu cha Iringa kwa kupata bao mbili kwa moja. Hadi mjumbe kutoka hapa katika kiwanja cha Kigonzile ni mimi Sophia Moses. Wa Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi tukirejea, ni habari za michezo na burudani, zitaraza kutoka kwako na Sophia Moses. Nikusihi endelea kubaki nasi. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Teresia Chalamila, asante na kwa heri <mimu>